Nipige nipige unataka kunipiga si ndio? Eh kama nipige nipige uniue. Nipige sasa unataka kunipiga? Nipige nipige wewe. Si nipige. Ah nipige kama na nipige nataka unipige. Nipige. Eh nipige kama wewe mwanaume nipige nipige. Nipige kama na nipige wewe nipige. Ah si ulikuwa unataka kunipiga? Nipige. Mimi ndio huyu nipige. Anza na kichwa. Unataka kunipiga si ndio nipige. Kunipiga vizuri. Unipige unipige kunipiga, nipige nipige nipige nipige nipige nipige nipige nipige nipige nipige nipige nipige. Unataka unataka nataka kama nipige Ataka kunipiga nipige. Mimi ndiyo huyu, nipige, anza na kichwa. Unataka kunipiga? Ndiyo, nipige kue, nipige vizuri, nipige tunipigea. Umeogopa?